Bunge mbunge hatazungumzia jambo ambalo haliko kwenye mjadala. Mjadala uliopo, mjadala uliopo mbele ya bunge hili, Mheshimiwa Spika, ni mjadala wa uchaguzi wa naibu spika, sio mjadala sio mjadala wa uchaguzi wa rais, na sio mjadala wa matokeo ya uchaguzi wa rais, na sio mjadala wa kumtambua au kutomtambua rais. Mheshimiwa Tundu, Tundu Lissu, na wewe ni hivyo hivyo, naingilia mjadala mawazo ya mwenzako kujadili, kwajibu swali. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuzingatia kanuni iliyosomwa na chief whip, na chief whip, pamoja na kanuni kuvunjwa, e, muuliza swali kuto kukaa chini, ondoa maneno, ondoa maneno, Mheshimiwa ondoa maneno, na simamia kanuni, mimi kwa nini nikavunja kanuni? Nimesema jibu swali. Jibu la swali Mheshimiwa Spika na wajumbe mnaonisikiliza ni kwamba mimi tangazo lililotolewa na chama changu ni, kuto, ni, ni kuhusu matokeo ya kura ya rais, na ikasemwa, kanuni ya chama ikatamkwa kama ilivyochamkwa, na mimi niko hapa kuomba kura ya na, na, na, naibu spika siwakili, sizungumzii si, si, si, si, si, juu ya chama na sisitoi si, kauli ya chama <laughs> <tabu> swali la pili, ndugu nani, Salum, ndugu Salum, swali. Asante sana mheshimiwa spika. Ninapenda kuuliza swali, mgombea naibu spika, wewe kama unaitambua serikali hii iliyoko madarakani sasa hivi ama huitambui? Ile swali limepita kwa sababu lile liloulizwa linafanana na hivyo hivyo. swali la tatu Swali la tatu, swali la tatu. Mheshimiwa e, Mustafa Boyan aka okay, asante sana, nenda ukakae. Namwita msemaji wa pili, mgombea wa pili Mheshimiwa Muhamedi Habibu Juma. Na kwa kuwa nimeomba nafasi mbili na nzito, moja ni ya mbunge wa bunge la SADC, nachukua na kwa kutambua hayo, nachukua fursa hii kuachia au kujiondoa katika nafasi hii. Atukua si, si, eh, nafasi hii Afan, uh -huh, ya kuondoa jina langu katika nafasi hii ya kugombea unaibu spika, ili niweze kubakisha nafasi hiyo, na wakati utakapofika, ntawaomba hawa wabunge wote wapande zote wa vyama vyote wanipatie kura zangu wakati huo. Asante, Mheshimiwa. Maswali. Maswali. Ah, Mheshimiwa Mnyaa, asante. Sasa tunamuita mgombea wa tatu Mheshimiwa Job Yustino Ndugai. Ndugai, mbele yako ni waheshimiwa wabunge wote na ndio watakao kupigia kura. Kwa hiyo tunakupa dakika tatu ya kujieleza na baada ya hapo utaulizwa maswali matatu, kama yapo. Mheshimiwa Spika, naitwa Job Yustino Ndugai. Mimi ni mbunge wa Kongwa na nimesimama hapa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ningependa kuwapongeza wabunge wote kwa kuaminiwa na wapiga kura wetu, kupitishwa kwa kishindo, kufika katika nyumba hii kwa ajili ya wawakilishi, lakini nimesimama hapa kuwaomba waheshimiwa wabunge mniamini kwa kunichagua ili niwe naibu spika wa bunge hili nimsaidie mheshimiwa spika wetu, mama Ana Makinda. Niliingia katika bunge hili kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili, nikawa katika kamati ya mazingira ambayo mama Ana Makinda alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Nilifanya naye kazi kwa karibu sana kwa miaka mitano miaka mitano. Nilifuata Bunge la tisa, mama Makinda alikuwa naibu spika akiwa bosi wangu, mimi nikiwa mwenyekiti wa Bunge, na nijifunza mengi kutoka kwake. Mimi ni mwanafunzi wa mheshimiwa mzee Samuel Sita, ni mwanafunzi wa mama na Makinda. Ninaomba mniamini kwa vile nimeshawahi kupata fursa ya kuliongoza bunge hili, na nyote ni mashahidi. Ninafahamu kazi nzuri ambayo nilikuwa nimeifanya. Uzoefu wangu ni mpana katika shughuli hizi, nimeshatembelea mabunge ya nchi jirani karibu yote hapa Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana. Nafahamu wenzetu wanafanya nini na sisi tunapaswa tufanye nini. Mimi ni mjumbe wa CPA, CPA Africa, kamati ya utendaji, lakini vile vile CPA International kamati ya utendaji, nafasi ambayo inanifanya niweze kukutana na maspika kadhaa wa mabunge makubwa hapa duniani, pamoja na bunge la Uingereza, bunge la India, Kanada na mabunge mengine South Africa na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Spika, bila kusema maneno mengi, nimesimama hapa. Mheshimiwa Spika alikuwa bosi wangu kama naibu spika, <laughs> samahani Mheshimiwa Spika nimesimama hapa kwa heshima na taadhima kuwaomba, na taadhima kuwaomba waheshimiwa wabunge, kwa kuambia jamani, naibu naibu spika wenu ndio mimi. Naomba kura zenu. Asante. Maswali. Maswali, Mheshimiwa Salimu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika, naomba nimuulize Mheshimiwa Ndugai Mheshimiwa Ndugai, kama kwa bahati mbaya utachaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili la kumi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa mashirikiano na spika wetu mpya Mheshimiwa Anne Makinda, je, unakusudia kuleta mabadiliko gani ya kuboresha shughuli za bunge letu tukufu? Mheshimiwa eh, Ndugai, jibu. Asante sana kwa swali zuri Mheshimiwa spika mama Ana Makinda amesema kwamba nia yake ni kuhakikisha kwamba bunge hili linakuwa bunge moja, linakuwa bunge imara. Kazi yangu kama naibu spika ni kuhakikisha hayo ambayo, huo msingi ambayo mheshimiwa spika ameshaweka, kwamba tunakuwa na bunge moja, bunge imara, ndio unaotekelezwa kwa bungeni. Nachoshangaa wenzetu wengine wamenuna. Tushirikiane, tuwe wamoja, tuwe na furaha, tufanye kazi ya wananchi wa Tanzania. Swali la pili, swali la pili, swali la mwisho. Mheshimiwa Ndugai, asante. Usimamizi wa uchaguzi